Mheshimiwa Hassan King ajiandaye. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nikushukuru kwa kunipa nafasi kuchangia hoja hii, na pia mshukuru uh, Mheshimiwa Rais ambaye tangu tulipoanza kuzungumza kwa habari ya kwanza, wizara maalum inayohusika na mipango na uwekezaji, Mheshimiwa Rais alianza mara moja na imefikishwa mahala pazuri. Mheshimiwa mwenyekiti, hoja iliyo mbele yetu ni kupokea na kujadili nakushauri mpango wa taifa wa mwaka mmoja ambao besi ni 25 na 26. Mheshimiwa, Mheshimiwa mwenyekiti, kupanga ni kuchagua. Kutokupanga ni kuchagua kushindwa. Mheshimiwa mwenyekiti, yeyote ambaye hana mpango huyo amepanga kushindwa. Narudia tena. Yeyote ambaye hana mpango basi amepanga kushindwa. Ukipanga kwa muda mrefu gharama za kutekeleza mradi wowote pale duniani zinakuwa chini, lakini mpango wowote wa, wa dharura au unaopangwa kwa muda mfupi utekelezaji wake huwa ni ghali sana. Mfano mzuri Mheshimiwa mwenyekiti, ukikata tiketi ya ndege ili usafiri kesho, tiketi hiyo ni ghali sana. Ukikata tiketi ya ndege usafiri miezi mitatu ijayo, tiketi hiyo inakuwa bei ya chini. Hiyo ndiyo inatuonyesha kwamba ukipanga utekelezaji wa mradi wowote au kazi yoyote inayotokana na mpango wa muda mrefu gharama zake zinakuwa chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima nikiri kwamba katika bara letu la Afrika nchi tajiri kwa maana ya natural resources nchi yetu ni mojawapo. Kwa observation zangu Mheshimiwa mwenye Mwenyekiti, ukiitoa Kongo na nchi zingine kadha wa kadha, nchi yetu Tanzania ni nchi iliyojaaliwa na Mwenyezi Mungu nacho resources za kutosha kuipeleka inakotakiwa kwenda. Mheshimiwa mwenyekiti, najua anatakiwa nijadili mpango wa mwaka mmoja, nafahamu hivyo, lakini kwa sababu anayepokea mpango wa mwaka mmoja ndiye huyo, huyo huyo anayepokea mpango wa miaka 25. Kwa hiyo doesn't make a difference kwa sababu nazungumza na mtu yule yule au na serikali ile ile. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi kwa muda wote niliyokaa katika bunge hili Sek, sekta sita zikifanyiwa kazi nchi hii ni tajiri kuliko maelezo. Sekta ya kilimo inaajiri watu wote. Inaajiri profesa, inaajiri mtu asiyesoma wala kuandika. Sekta ya uvuvi inaajiri watu wote. Inaajiri profesa na inaajiri mtu aliyesoma darasa la kwanza. Sekta ya ufugaji inaajiri watu wote. Inaajiri mchungaji, inaajiri imamu, inaajiri profesa, inaajiri mtu anayesoma asiyejua kusoma na kuandika. Gesi ya asilia pia inaajiri watu wote, madini yanaajiri watu wote, utalii unaajiri watu wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi sekta sita zikipangiwa mpango wa muda mrefu zinaweza kuibadili nchi kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Anayebisha, anabisha kwa sababu yake binafsi na hana maslahi ya kutetea nchi yake. Mfano mzuri, nataka kutoa mfano mzuri, mheshimiwa mwenyekiti. Kwa mfano kwenye gesi asilia, gesi asilia tuliyo nayo katika nchi yetu, kwa utafiti uliofanyika, tuna vitalu zaidi ya kumi na moja vya gesi asilia, na katika vitalu hivyo kumi na moja vya gesi asilia tuna jumla ya futi za ujazo trilioni hamsini na saba pointi tano nne. Narudia tena tuna cubic feet trilioni hamsini na saba pointi tano nne za gesi asilia, lakini kwa sasa, kwa sasa tunazalisha gesi kwenye vitalu viwili peke yake kwa maana ya Mnazi, Mnazi Bay iliyoko mkoani Mtwara pamoja na Songo na Songo, Songo iliyoko mkoani Lindi kwa hiyo basi tuna futi za ujazo trilioni 47 pointi moja tatu, ambazo hazijaguswa kabisa. Narudia tena tuna futi za ujazo trilioni 47 pointi moja tatu, ambazo hazijaguswa kabisa. Naomba unisikilize mwenyekiti, nini maana yake hii? Lakini ukizungua kwenye masoko utaona mitungi ya gesi utaona mihan utaona Olix utaona Puma utaona Taifa Gesi utaona Oilcom. Mitungi hii yote, hakuna hata mtungi mmoja unaozalishwa Tanzania. Mitungi hii yote inatoka Iran, inatoka Misri, inatoka China, inatoka nchi za kigeni, na sisi tuko na gesi hapa, mheshimiwa mwenyekiti. Kwa hiyo lazima ukubali sasa. Nimesema tuna cubic feet trillion hizo. Tanzania yetu hii ina mikoa 31, ina wilaya 139, ina halmashauri 184. Tanzania yetu ina tarafa zaidi ya mia sita. Tanzania yetu ina kata zaidi ya elfu tatu na mia tisa na hamsini na tano. Tanzania ina vijiji elfu kumi na saba na mia saba sabini na mbili. Tanzania ina vitongoji zaidi ya elfu sitini na tatu. Tanzania ina mabalozi kama milioni moja, ina kaya kama milioni kumi, kwa mjibu wa tathmini ya wizara yetu kama tukiamua kuitumia hii gesi yetu, yaani kila nyumba ya mtu ikawekewa gesi, tutatumia gesi kwa muda wa miaka mia moja. Miaka mia moja, hii ni data ya serikali, sio data ya kwangu. It's not my own generated data, ni data ya serikali kwamba tukiamua kwa mfano, mheshimiwa mwenyekiti, kila nyumba ya mtanzania tutengeneze bomba la gesi kama ilivyo Ulaya kama lilivyo bomba la maji linalotoa maji ndani ya nyumba ya mtu, tuingize bomba la gesi kwenye kila nyumba ya Mtanzania, Tanzania yote, tutatumia hii gesi kwa muda wa miaka mia moja. Matokeo yake ni nini, mheshimiwa mwenyekiti? Matokeo yake ndiyo haya, hautakata miti, kwa hiyo deforestation itaondoka. Matokeo mengine, mvua itaongezea kwa sababu hujakata miti. Matokeo mengine kinamama hawatatumia kuni na mkaa na kinyesi cha ng'ombe kupikia kwa kuharibu afya zao. Matokeo mengine mapato serikali ya serikali yataongezeka, mengine kukata miti kutapungua. Lakini kwa nini hatujayaangalia hayo? Ni kwa sababu ya kukosa mpango wa muda mrefu. Najua mheshimiwa mwenyekiti, kuna gharama za kutimiza miradi kama hii, kwa sababu ni miradi mikubwa, lakini mradi unaoufanya ili ukufu, ukusababisha kupata hela, ndio mradi unaoupa kipaumbele. Narudia tena, yule ng'ombe anayekupa maziwa unampa majani zaidi, ili akupe maziwa mengi zaidi, lakini we cannot do that mpaka tupange mpango wa muda mrefu. Hii ndiyo sababu unaona mheshimiwa mwenyekiti, uh, mitungi yote inatoka nje. Mtungi wowote unaouona wa gesi, hakuna mtungi hata mmoja wa Tanzania. Hii inatisha, inahuzunisha na inasikitisha sana. Lakini sisemi hii ni tatizo la mtu yeyote, na ndio maana namshukuru Mheshimiwa Mwheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa kukubali kwamba kwa sasa tuanze na wizara maalum inayokuwa na mipango na uwekezaji, na bahati nzuri ameiweka chini ya university Profesa ndugu yangu Kitila Mkumbo. Kitila Mkumbo, watendee Watanzania kwa namna ambavyo weni wa old hutajuta kwamba ulipewa wizara hii kwa sababu inakuhitaji sana. Lakini niseme jambo moja, kule kwenye jimbo la Kawe tumefanya hiyo study, tumeamua kuingiza gesi kwenye nyumba mia nne na themanini, wamewekewa gesi, wana mita. Mwenge wa Uhuru ulipita pale kwenye kila nyumba, kwenye kata ya Mikocheni, nyumba mia nne na kitu yule mtu aliyekuwa anatumia umeme wa shilingi elfu hamsini sasa hivi analipa shilingi elfu tano mpaka elfu kumi Hii ina maana gani? Ina maana kama tuna mpango wa muda mrefu tukaweka kebo za gesi kwenye kila nyumba ya kila Mtanzania, gharama za maisha kwa wananchi zinapungua, inawawia rahisi wananchi kurani maisha yao, na pia serikali inapata mapato ya kutosha. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba kila jioni, kila mwananchi wa Tanzania akianza kupika, maokoto yanaanza kuingia serikalini. Narudia tena, hii ina maana kwamba kila jioni wa Tanzania wote, kila mtu anayepika, pesa inaingia serikalini. Hii inaweza kuibadili nchi yetu kwa namna kubwa mno, lakini ni mradi ambao hauwezi kutekelezwa kwenye awamu moja au awamu mbili ni miradi inayoweza kutekeleza kwenye awamu nyingi. Kwa hiyo lazima kuwa na maono ya muda mrefu, ili kuwe na continuation ya kila awamu mahala inapoishia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna baadhi ya mawaziri tutawaua bure kwa kufikiri kwamba they are incompetent in their jobs. Nikupe mfano, waziri wa maji kwa mfano, hakuna mahali, hakuna wakati kwenye serikali zilizopita Serikali imeweka pesa nyingi kwenye wizara ya maji kuliko Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan ameweka fedha nyingi kwenye wizara ya maji kuliko rais yote aliyewahi kuotokea. Hiyo ni fact, is a naked truth. You cry, you refuse, lakini hiyo ni kweli. Lakini bado tatizo la maji lipo. Bado tatizo la maji lipo. Mimi ni mbunge wa Dar es Salaam Kawe nimetembea shina kwa shina zaidi ya mashina elfu moja Dar es Salaam. Kuna baadhi ya kata zinapata maji mara mbili kwa wiki, pamoja na investment hiyo. kata ya, kata, kaya, kata ya Mbezi Juu, kata ya Makongo, kata ya ya Wazo, mara mbili kwa mwezi, kwa, kwa wiki, mara mbili kwa wiki. Kwa nini? Ni kwa sababu wakati mnawekeza kwenye haya mabomba ya maji mnakuwa mmefanya calculation ya kaya elfu moja kabla mradi haujaongezeka kuna watu wengine wamejenga tena tayari kuna nyumba elfu kumi na tano kuna nyumba elfu ishirini kuna viwanda kumi na tano kwa hiyo hii infrastructure mliyoitengeneza inashindwa kufua dafu matokeo yake wana pamp maji kwa hiyo mabomba yanapasuka hovyo, maji yanazagaa mitaani, ni kwa sababu ya kukosa mpango. Tungekuwa na mpango kabla ya kupeleka maji, hesabu ingefanywa uhitaji wa maji kwenye eneo hilo, kwa hiyo infrastructure zingefanywa sawasawa na mpango tulionao wa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna baadhi ya mambo tunaweza kushindwa kuyasema kwa kuogopa, lakini kupanga ni kuchagua na kutokupanga ni kuchagua kushindwa. Nikupe mfano. Nini ni solution ya maji kwa mfano? Solution ya maji ni kutengeneza gridi ya taifa ya maji. Narudia tena, solution ya maji ni kutengeneza gridi ya taifa ya maji, kwa sababu sisi Tanzania hatuna tatizo na vyanzo vya maji. We have no problem with the water source. No, tuna maala kuna maji simiu kuna maji shinyanga kuna maji mwanza kuna maji geita kuna maji kigoma kuna maji ruvuma kuna maji mbeya kuna maji songwe kuna maji njombe kuna maji so we don't have a problem with the water source. tuna tatizo na namna ya kuyatawanya haya maji ili yawe na mfumo wa kuwafikia wananchi na mpango wote wa kutengeneza gridi ya taifa ya maji unagharimu fedha na haugharimu rijim moja unagarimu mwendelezo wa rijimu mbalimbali ili kila mahala anapoishia mtu aendelee mtu mwingine. Ndugu yangu rafiki yangu Juma Aweso amefanya kazi kubwa kuliko kawaida kwenye mambo ya maji, lakini kama hakuna maono ya muda mrefu, mdogo wangu, mtampasua kifua bule. Taarifa, taarifa. Mawaziri mna nafasi ya kufanya samare, baadaye relax, mheshimiwa <laughs> Mwishoni mtazungumza give my time, mtazungumza. Mheshimiwa Gwajima, taarifa ni sehemu ya kanuni za Bunge, sio na wasiwasi wasi. Nachangia vizuri sana, nataka tu kupa taarifa kwamba tayari serikali ilishaanzisha National Water Grid, na ndio maana tunatekeleza mradi wa maji kutoka Lake Victoria mpaka Dodoma, na ndani yake sio tu maji safi, ndani yake ni kilimo cha umwagiliaji katika mikoa yote ambayo napita katika logi. Kwa hiyo mchango wako ni mzuri, lakini ipokea hiyo taarifa. Asante sana. Mheshimiwa Askofu, naipokea hiyo taarifa. Profesa, nakuheshimu sana sana sana, naomba niendelee. Kwa hiyo kukiwa na mpango wa muda mrefu, kuna baadhi ya mambo tutasolve. Kwa mfano Mheshimiwa mwenyekiti tuna project ya Liganga na Mchuchuma, ambayo Liganga na Mchuchuma maana yake tuna mlima wa chuma na pembeni yake kuna mlima wa makaa ya mawe Nirudie tena, kuna mlima umejaa chuma na pembeni yake kuna mlima umejaa makaa ya mawe yaani, Mungu alivyo waajabu kwa Tanzania hii, anawapa chuma na anawapa moto wa kuyeyusha hayo. Makaa ya mawe yamekuwepo tangu karne ya kumi na nane, hatujafanikiwa kuyeyusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, si kwa sababu ya kosa la serikali hapana, mimi ni sehemu ya bunge hili. Ni kwa sababu hatuna mpango wa muda mrefu. Nikuonyeshe mwenyekiti, hatuna mpango wa muda mrefu. Tum asante. Tume, tume, tumetengeneza leli lakini komponenti kubwa ya leli ni chuma, komponenti kubwa ya leli ni chuma. Kwa hiyo tungeanza kwanza kutengeneza chuma ili kusudi kile chuma tuitumie kutengeneza leli, lakini leo leli ni chuma, tunaagiza Misri, tunaagiza India, kwa sababu ya kukosa mipango. Tunaanza leli kwanza, tunaagiza chuma, wakati tungeanza kuzalisha chuma tukaanza kutengeneza leli ingekuwa nafuu zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana e, nitaijadili hii hoja siku nyingine. Mungu awe pamoja na nyie, lakini kukosa maarifa kunaangamiza na kukosa maono kunaangamiza. Asante sana mheshimiwa ma wa uh, mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa, unaweza kupeleka maelezo mengine kwa maandishi watayapokea mheshimiwa waziri. Uh, ninaendelea na mheshimiwa Ali Hassan.